Unaweza ukasema Tanzania kwa sasa ipo katika mwelekeo wa kuingia kwenye mgogoro eh, baina yake na nchi za Malawi na Afrika Kusini. Mataifa matatu ambayo yamekuwa jirani, mataifa matatu ambayo pia yamekuwa na umoja wa muda mrefu wa kusaidiana katika harakati mbalimbali zikiwemo za ukombozi. Lakini hali ya mambo imebadilika baada ya taifa la Malawi kuzuia bidhaa kutoka Tanzania ikiwemo mahindi, unga, mchele na ndizi, hatua ambayo alionekana kuikera serikali kupitia waziri uh, wa kilimo Hussein Bashe akaotoa siku saba kwa taifa hilo wakikisha kwamba inakuja mezani na kufanya mazungumzo ili mambo yaweze kukaa sawa. Lakini baada ya makataa hayo ama ultimatum kwa kimombo kukamilika, pasi na Malawi kusema chochote Waziri Bashe jitokeza tena na kutangaza msimamo wa Tanzania ikiwemo ni kuweka vikwazo sasa kwa bidhaa kutoka katika taifa la Malawi na Afrika Kusini kuuzwa hapa nchini, hatua ambayo imeanza kuonyesha athari zake hasa kwa wakulima ambao walikuwa wakitegemea soko la nje. Tunafahamu kuna wakati ambako Watanzania walikuwa wanazuiliwa kwenda kuuza nje kwa sababu tu yale mahitaji ya ndani yalikuwa makubwa, lakini baada ya mahitaji ya ndani kukidhi, wengi wakaanza kuchangamkia soko la nje, ikiwemo la Malawi. Lakini kuwekwa kwa vikwazo sasa kunaweka hali ya sintofahamu kwa wafanyabiashara. Hicho ndicho ambacho tutakiweka mezani na kukijadili kwa siku hii ya leo, nini ambacho sasa kinaweza kufanyika ili hali ya mambo irejee kama ilivyokuwa awali kwa mataifa haya ambayo ni rafiki mataifa ambayo yamesaidiana kwa shida na raha. Naitwa Nordin Selemani, ndiye ambaye ninakualika kwenye uchanganuzi hii leo. Studio tumemwalika Francis Ibrahim, yeye ni mchambuzi wa siasa za jiografia. Karibu sana. Mambo anakwenda tayari. Mataifa haya yapo kwenye mgogoro hmm. Malawi walianza, Tanzania ikatoa siku Eh, kadhaa za kupata majibu, ukimya. Wakaja na msimamo ambao, eh, sasa ni kama umetia petroli kwenye moto hivi. Yeah, yeah. Kwa hiki ambacho tumesha kiona katika hatua ya kwanza kinaweza kuleta athari zaidi na kuleta shida kwenye maeneo mengine zaidi. Ya, kuna athari nyingi sana zinaweza zikatokea, ndio maana kuna umuhimu wa lea nne ya kulimanage ili changamoto kati ya Tanzania na Malawi. Kuna lea ya kibiashara, ya kisiasa pia, lakini kwenye upande wa afya ya bidhaa zetu na mwisho wa siku kuhusiana na habari za kidiplomasia kuna eneo nne ya kuangalia changamoto ya Malawi kwa sababu haijatokea kwa mara ya kwanza. Mara kwanza miaka kama mitano iliyopita, wakati Malawi anazuia Uh, mahindi kutoka Tanzania ilikuwa ni kwa ajili ya usalama, kwa ajili ya ubora. Kulikuwa na ugonjwa ambao uliweza kuua sekta ya ndizi na nyingine hata kuharibu mifumo ya mahindi. Kwa hiyo kukawa na hiyo hesitation, ikatokea hiyo ban, lakini ikarudi tena. Kinachoendelea sasa hivi hapa ni miscommunication. Hakuna mawasiliano mazuri ya kidiplomasia ya kati ya Tanzania na Malawi kwa sababu mm, hiyo ban, wanasema sio official hiyo notice haina mawasiliano. Waziri wa Malawi anasema ongea na waziri wa biashara sio waziri wa kilimo tena, upande wa South Africa hawajibu notice. Kwa hiyo bado haujafika huo mgogoro, kuna mawasiliano yakaa vizuri, lakini kuna umuhimu wa kumanage vizuri, kwa sababu migogoro, kama unafahamu ndugu yangu Nordin, inaanzaga kwa namna hii, mm, yeah. Ni migogoro ambayo inatokea wakati ambako tunaona Eh, duniani hasa Marekani walikuwa wakiweka uh, nyongeza mm. ya tarifs, ama ushuru kwenye bidhaa za kutoka mataifa mm. mengine. Katikati ya hilo mm. uh, katika bara ambalo lilijengwa katika misingi ya umoja tunashuhudia kitu ambacho ni cha tofauti kidogo mm. hii inaweza ikawa inatupa taarifa gani uh, ama notisi ipi hasa kwa mataifa ya Afrika ambayo wakati mwingine amekuwa akiumizwa na hali nzima mm. ya biashara ya dunia. Asante sana. Unajua ni changamoto kubwa, kwa sababu dunia kama inataka ielekee kwenye upande wa kuwa ubabe zaidi kuliko ushirikiano, na watu wanakuwa na protectionist sera, uh, za kulinda uh, mm. industri zao, mara nyingi, au sekta zao za kilimo. Kama ulimsikia uh, waziri wa, wa, wa, wa, wa kule Malawi alisema kwamba wanafanya hivyo kwa ajili ya kulinda wafanyabiashara wao na wakulima wao, ambao ni sera nzuri, lakini unafahamu kabisa kwamba mara nyingi kuna sheria kwenye hizi nchi za SADC, kwenye hiyo African Free Continental Trade Area, ile eneo huru la biashara, kuna sheria, kuna notice za miezi kadhaa ya kutoa. Huwezi ukaamka siku moja ukatoa ujumbe wa namna hiyo kwa sababu kuna wafanyabiashara wanaoda, kuna wa, wakulima wana mikopo mm. na kuna mtaratibu, ndio maana Bashe alitoka kwa ajili ya kulinda hawa wafanyabiashara huko, na misingi ambayo tulijengwa nayo ya ushirikiano imekuwa tested mno hivi siku za karibuni. Ni aibu kwa sababu kama mara mwisho tumefanya uchanganuzi wa DRC hapa, ndugu yangu Norden Tanzania, Malawi na, na, na South Africa mm -hmm. ndio vikosi ambavyo tuko Congo pamoja, tunashirikiana, tunapitia matatizo wote <coughs> tunawekwa hata chini ya ulinzi wote mm -hmm. vitu hivyo, lakini mwisho wa siku tunashindwa kushirikiana kwenye sekta muhimu kama hii. Ni jambo la kufikirisha kiasi, lakini ni kutoa wasiwasi na kwa wa, watazamaji wako ndugu yangu Nordin um, kuna miscommunication nyingi za kidiplomasia lakini ndani ya hii wiki moja ambazo zimeleta huu mzozo na na imani hapa katikati, kuna mazungumzo ambayo ameshaanza kuendelea. Nadhani yanaendelea ataendelea vizuri, hatutafika eneo ambalo tutasema eti tuzuie vitu visipite kwenye bandari yetu huku. Siamini kama itakuwa ni wazo zuri, wala tutafika huko kwa sababu utazisukuma tu nchi zianze kuangalia Mozambique labda au upande huko Angola au hata Kenya, mwisho wa siku mm. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe very cautious kwa sababu tayari kuna uh, restrictions tushapeana za, za vya vyakula peke yake, tusiende mbali, tusubie mazungumzo yanaendaje yeah. mm. Umegusia hapo kwamba Malawi wanasema kwamba wanalinda wakulima na wakulima wao na wafanya biashara wao mm. Hii pekee ndio inaweza ikawa sababu ya hiki ambacho sasa kinatokea, kwa sababu ukisoma ile taarifa ambayo mm. uh, aliitoa waziri Bashe, wakati mgogoro wenyewe unazuka, anasema imekuwa ni mgogoro wa zaidi ya miaka mitano, vuta ni kuvute, mara hili chokochoko ina choko, chokochoko hile nyingine, ndio ndio, uh, kama unakumbuka, uh, mimi sidhani kama kulinda wakulima wa, wa wao ni, ni, ni sababu ya kutosha. Malawi ni nchi ambayo ina food insecurity, maana yake mm. haina chakula cha kutosha. Walivyokumbana na kimbunga kile Cyclone Fred kinaitwa. Yeah. Jeshi la Tanzania TPDF lilianza kupeleka msaada wa vyakula na huu ugomvi unaweza threaten hata pro procedure za mpi msaada ambazo zilikuwepo muda wote. Ah, uh, huwezi ukalinda wakulima wako kama hamna chakula cha kutosha nchini mwako. Kuna sababu nyingine unajua wanasiasa wanafanya vitu kwa sababu nyingi. Sifahamu presha iliyopo kwenye, kwenye sekta ya biashara au ya kilimo Malawi ambayo imenecessitate wao kusema watazuia vitu kutoka Tanzania. Inaweza ikawa, tunaweza tukasubiria clarification, kwa sababu ua wazito pia kutoa maelezo zaidi. Wiki hii nzima Bashe aliwapa kwa ajili ya kutoa jibu official, kwa sababu hii notice imewakuta hii, hii watu mpakani mm, wanasubiria official notice, lakini bado wamekuwa kimya, kwa hiyo ni, ni changamoto kweli kwenye kumeneja mahusiano, na kama unavyosema, sio mwaka huu tu, kwa miaka mitano tumeanza kwenye masuala ya ndizi na South Africa. Soko la parachichi enyewe tumefungua kwa shida mno mwaka juzi, Bashe aliweza kulaunch kama ni, ni ushindi mkubwa hmm. Pia kumekuwa ndio na swala la standard kwamba tunahitaji labda mahindi yanaokuja hayo yamekobolewa tayari au yameangaliwa vigezo gani vya kuhakikisha vina wadudu kuna kuaga na vikwazo vingi vingi hivi lakini sielewi kwa nini wamefanya kwa muda huu mm. Yeah. Hatua ambayo imechukuliwa na Tanzania kupitia waziri wa kilimo ilitarajiwa na wengi, ama kwa kuwa Tanzania ni watu wakarimu na nini, ilionekana ni kama ingekuwa tutisha toto alafu mambo yangeishia ya, ya, ya, ya kimya kimya. Uh, nadhani imekuwa eh, jambo la kushtokeza kweli, kama unafahamu Tanzania wamekuwa tumekuwa lenient, tunaweza kutana changamoto labda Msumbiji huku tusiseme kwa nguvu sana, tunaweza tukawa na tatizo Kongo, tusiseme sana, lakini wameingia kwenye sekta, sio tu hata ya kilimo, ya biashara, lakini imegusa sekta ya Mheshimiwa uh, Bashe uh, haiba ya huyo kiongozi Hussein Bashe uh, ni tofauti kidogo na, na viongozi wengine. Kuna watu ambao wangeimaliza hili kwenye document lakini huyu bwana ni machachari, umemwona kwenye TV ameenda straight. Ile posti ilitokea usiku tu mm. Na anaisema kwenye okay. Twitter yake pasona na vitu vyote hivyo, sidhani kama watu wengi walitegemea ingekuwa public kwa sababu ana options pia kubwa zaidi kwenye mkono wake, lakini ameanza taratibu na amesitisha hata swala la mbolea, liko kwenye mstari mbolea kwenda kule. Amesitisha hata transit ya, ya, ya, ya tumbaku ambayo inakuaga nakuaga inapita hapa kwenda kwenye masoko ya nje kutoka Malawi, hata soyabin. Kuna vitu vingi sana vimewekwa kwenye loophole na, nadhani nadhani hawakutegemea, na ni haiba binafsi nadhani ya, ya, ya Mheshimiwa Bashe ambayo ndio inapeleka hii hatua mm. yeah. Tungali sote bado kwenye uchanganuzi. Kabla tujaendelea mbali, hebu tumsikilize Waziri Hussein Bashe, waziri wa kilimo huyu, alipotoa taarifa hiyo sasa ya msimamo wa Tanzania kuwekea vikwazo e, Malawi pamoja na Afrika Kusini kwa kile ambacho naelezwa kwamba alitoa makataa ama ultimatum ambayo hakuna ambaye alijibu, na hivyo kimya hicho kikamfanya aje na msimamo wa nchi.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 wakati wanawakatalia wafanyabiashara wetu kupeleka mahindi kwao, lakini wao kupitia WFP wananunua mahindi kwa hoja ya njaa. Yani wao serikali wakitaka, wananunua kupitia WFP. Kwa hiyo mahindi yote walioyanunua kwa ajili ya kutatua tatizo lao la njaa kwao hayatoenda Malawi, hatutayapeleka na wala hatutaruhusu WFP kupeleka mahindi Malawi mpaka watakapofungua soko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 Our business. Hii ni biashara. Waziri Bashe wa kilimo, Hussein Bashe huyo akitoa msimamo wa nchi. E, na mwanzoni kabisa alianza kwamba kwa kueleza kuna mazungumzo yanayoendelea baina ya Tanzania na mataifa hayo kupitia wizara ya mambo ya nje. Kuna wale ambao wanasema ni uamuzi ambao umekuja mapema sana, kwa sababu kama kuna mazungumzo yangepewa ya nafasi kwanza, hayo mazungumzo ya kidiplomasia. Na wewe unatazama katika jicho la namna hiyo ya mazungumzo kwanza, yanaendelea na yamekuja mapema, na Nordin, kwenye, kwenye negotiation hivi vitu na, hivi vitu ni, ni part ya negotiation matamko kama haya ni pati ya kujadiliana, ni pati ya mazungumzo. Mazungumzo yanaweza yakaendelea huku na wenyewe unafanya vitu nje ya hayo mazungumzo, kuinfluence chumba cha mazungumzo. Makatazo kama hayo yanabadilisha mood za viongozi upande wa Lilongwe kuna aina ya, ya, ya mindset ambayo inabadilika taratibu wakiona makatazo kama haya na presha kutoka kwa wafanyabiashara wao wenye malori, wakianza kuambia hivi, unajua sisi tutahangaika bandari ya kule, kama ambavyo wafanyabiashara wetu sisi wamelalamika kwa Bashe. Kuna wafanyabiashara wa Malawi na wenyewe kwa hii haya matangazo, wataongea ni matajiri ni mabilionea, wataongea na, na serikali ya Chakwera, na kabla hujajua ita ita shape hata attitude ya viongozi wao vio, wow. Kwa hiyo haya matamko ni pati ya mazungumzo, ni sehemu ya majadiliano na ni, ni standard procedure ya kidiplomasia hmm. hmm. Ni jambo ambalo linaelezwa pale na uh, Waziri Bashe ya kwamba uh, kwanza hawa watu ambao wanakataa mahindi yetu ni wale ambao pia wananunua mahindi wanapata mahindi ya msaada kutoka WFP ambayo yanatoka hapa hapa Tanzania. Huu mkanganyiko sasa huo mm. unasababishwa nani? Ndo hiyo tunasema no, kwamba kuna ajenda nyuma ya hili ambalo linaonekana limetangulizwa. Um, unajua wanachotaka wafanye ni walinde hapo hapo sekta yao lakini pia wapate lupo zile faida wanazopata kutokana na program ya njaa. Uh, unajua nchi ikiwa kwenye program kama ya WFP world food program, mm. wakiwa kwenye uh, uh, janga labda la njaa, labda limetokana na mafuriko, hali ya hewa, mabadiliko ya tabia nchi, hizo sababu zinawapa special privilege la soko na bei, vitu vingi vinakuwa dictated, haviendi kwa, kwa, kwa forces za soko. Sasa Malawi kutaka forces za soko zi, zisitumike kwao kwa kisingizio cha njaa, wakati wao wanaweza wakatoa makatazo kwetu bila kisingizio chochote. na kinachokwaza kinacho, kinacho kuaza, na naomba niwakumbushe tena kutokuwa na jibu rasmi kutoka serikali ya Malawi ndo imeleta matatizo yote haya. Yale mawasiliano inabidi yawe clear, kwa sababu wangetoa mawasiliano pia yangeweza kujibiwa au wangeweza kujua tatizo nini. Unapotoa tu notice ya muda mfupi ya ghafla, unapewa wiki nzima wiki nzima ni, ni muda mwingi sana wa kufikiria na wanakuwa wajajibu inakuwa inafungua fursa ya, ya, ya kujaribu njia nyingine. Mgogoro huu mm. mm. pia unaonekana unaigusa Afrika Kusini mm. Msikia waziri Bashe anasema hakuna mtu atakayekufa kwa kukosa kula apple mm. ama zabibu kutoka Afrika Kusini mm. Tanzania na Afrika Kusini wamekuwa ni maswahiba muda mrefu sana Tanzania ikisaidia pakubwa sana Afrika Kusini halikuja kuja kupata uhuru wake mm. Uh, hii inaweza likaathiri kwa namna yote uhusiano ambao upo wa muda mrefu baina ya mataifa hayo mawili na hata kuna biashara ambazo zinafanyika uh, zenye urari mkubwa sana wa kifedha mm. yeah. na upande wa, wa, wa South Africa, labda tu ni watoe hofu watazamaji wa, wa uh, na wote na, na kwa pamoja kwamba uh, nigu, vitu ambavyo tumekatazana kufanya biashara uh, Tanzania huu upande wa matunda labda ya maepo machungwa yanayotokea South Africa na upande wetu sisi kuna ndizi na vitu vingine. Ukiangalia kwenye matrix za biashara, volume za biashara kati ya Tanzania na, na, na, South Africa, kuanzia kwenye wine, kuanzia kwenye dhahabu, kuanzia kwenye vitu vyote vya vya, vyuma hata vizito vya kutengeneza vitu mbalimbali, unagundua kwamba wamegusa vitu ambavyo viko mbali ya sensitive uh, bidhaa ambazo zingeweza kuleta ugomvi ni zaidi zaidi swala la market access. Unajua kupenetrate kwenye soko la South Africa ni ngumu. Mm -hmm. Sasa hivi, yeah. South Africa anapitia changamoto za, za, za, za ushuru wa tarifs kutoka Marekani wamepandishiwa, pamoja na, na wakala wake, masoko anazidi kuyatafuta tu, sio ndani, lakini hata na, na, na, na nje kwa hiyo wafanyabiashara wa South Africa na serikali yao wamelinda soko lao, na pia standard za, ku, za ku export South Africa kwa miaka yote imekuwa ni, ni kubwa mno. Kwa hiyo sio rahisi ku export chochote. Ukipata chochote kile unashukuru, ukipata hichi labda kuanzia kwenye maparachichi kwenye na vitu vingine inawezekana mm. Navyodhani mimi hapa ni kwamba upande wa South Africa ni imekuwa ni additional two point kwa sababu ya transit iliyopo hapa kati ya Malawi na ili katazo lao walilotoa ni, ni moja tu kati ya ya, ya sio kwamba ni katazo, ni miscommunication ya kwamba unakuta kuna wakala wao wa kule labda TBS, au TFDA labda wakala wa vyakula labda procedure ya kuapply tu, labda kipindi kile unapeleka maparachichi, unakuta kwanza ile application mpaka muda inakuja kukubaliwa inachukua miaka miwili kuingiza mzigo iweze kuingia kwenye supermarket Johannesburg au wapi sehemu yote South Africa, ule muda ambapo unachelewa kujibiwa, kama hamna diplomatic communication kwamba hatujakubali kuingiza mzigo kwa sababu hii, na kukaa na ukimya ndani ya wiki nzima, serikali ya upande wa pili inaweza ikapokea signal kwamba hili ni katazo na wenyewe kwa sababu hawajapewa formal communication, wakawa under pressure ya ku retaliate kwamba okay, sasa na sisi hapa tutazuia. Wanaangalia kwenye list kitu ambacho hakitaleta tatizo kubwa sana, labda matunda haya hapa, kwa sababu hakuna Mtanzania atayekufa kwenye hiyo hapa. Hawezi wakagusa sisi. Tunashirikiana sawa, kwenye sekta nyingi kwenye madini, kwenye telecom kuanzia upande wa Vodacom, kwenye viwanda vya bia, benki Absa, Standard, tuna ushirikiano nao wa muda mrefu na kwenye bidhaa nyingi tu. Lakini wamegusa hivyo kama ujumbe, kutuma tu ujumbe, sasa kuna tatizo huku, labda mwangalie kwenye dokumenti zenu za makubaliano. Tatizo kubwa liko hapo kwenye mifumo, makubaliano na muda unaochukua kupata permit ya kuexport, lakini sio tu kwamba ni tatizo la ugomvi, litaathiri uhusiano wetu <coughs> wa kivita kwamba tutakuwa na uhusiano mbaya hapa, na bado tuko mbali sana na hilo ya. Francis, kwa utaalamu wako wa siasa za kijiografia uh, unadhani nini sasa kinapaswa kufanywa kwa mataifa hayo yote, kwa sababu kwanza yana urafiki na Tanzania na Malawi, pia kuna undugu ambao umejengeka kwa E, mipaka ndio ambayo inatenganisha tukuonekana, hapa Malawi, hapa Tanzania mm, tuna share pia katika ziwa Nyasa kule, e, katikati mm, pale hawa wanatumia nusu, hawa wanaendelea mm, kutumia nusu. Nini sasa kinapaswa kufanywa ili mambo yarejee kama awali ya? Yeah, nadhani kwamba, uh, kitu cha kwanza kabisa kuwe na mawasiliano mazuri. Unajua hizi serikali zetu za Afrika zinajitahidi kufanya mambo mengi sana lakini ukiangalia kwenye ushirikiano wa ndani kwa ndani, intra African mahusiano trade, tunachukuliana maybe poa sana kwa sababu nitakwambiaje ndugu yangu Norden kwamba hii changamoto yote inayotokaa ya kuzuiana ni kwa sababu ya mawasiliano mabovu, kwamba unakuta notice imetokea, hamna consultation process imefanyika kabla unakuta uh, waziri anaomba jibu ambaye ni mwakilishi wa rais wa serikali ya Tanzania wa sekta yake, hajibiwi, anaachwa blue tick. Naelewa wiki nzima, wiki nzima. Unaweza waziri wa baraka asema, ongea na waziri wa viwanda na biashara, usiongee na waziri wa kilimo, mimi mimi sio sihusiki kwenye hii hapa ni ile sluggishness na viongozi wengi wa Kiafrika mara nyingi ni kawaida kuwa na hiyo, mpaka jambo liwe kubwa sana lipate media attention ndio waweze kuambuka, ngoja tu, tu deal na hiyo hapo, na inabidi uh, pia na upande wetu wa Tanzania sisi to hold restraint, na tunashauriwa kuanzia na wachumi mpaka na watu wa nini kuto Uh, weponize, uh, location yetu Tanzania ya kijografia mm-hmm. Kuiadhibu uh, taifa kama Malawi itatuma ujumbe sio mzuri sana kwa nchi nane nyingine zilizobaki. Kwa hiyo hata kama tunalinda sekta yetu wafanyabiashara yetu, ni, ni ombi la, la, la wanazuoni na wachambuzi wengine wa upande wa uchumi kwamba tuweze kuhakikisha mikataba yetu ya upande wa matumizi ya bandari Malawi yanabaki pale pale pale. Kama kuna fees nyingine zozote wanazolipaga za transit zibaki pale pale. Kama kuna makubaliano kwenye upande wa Ziwa Nyasa nini ibaki pale pale. To deal, kama ambavyo um, uh, Waziri Bashe ame deal specific na product. Kama deal na unakataza mahindi tangawizi ni, nasi tutakataza labda matunda hapa hapahapa ku localize tatizo na kuruhusu lipate muda wa ufumbuzi kuliko kurukia vitu vikubwa ambavyo vitaweza kutisha na washirika na wengine. Malawi anapatana na, Moza, anapakana na Mozambique pia mm. Anaweza akatumia option hiyo anaweza akatumia njia ndefu zaidi. Watu wakiwa wanailinda nchi yao wanatumia gharama kubwa sana mm. Yeah. Maneno kwake Francis Ibrahim, huyu ni mchambuzi wa siasa za kijiografia ambayo tumekuwa naye hii leo, tukuwa tukiangazia vita ya kibiashara ambayo imezuka baina ya Tanzania uh, na Malawi, kilenga hasa bidhaa za kilimo mara baada ya Malawi kutangaza kuzuia bidhaa kutoka Tanzania. Hatimaye Tanzania nayo ikaja na msimamo mkali wa kudhibiti bidhaa ambazo zinatoka katika taifa kushukuru. Sana asante sana sana. Yeah. Na, na, kwa nukta ndio nafikia tamati ya uchanganuzi kwa juma hili. Panapo majali tutakutana tena siku ya Jumatatu kwa kipindi kingine. Nikutakia tu kila la heri na usiku mwema.